Mnara ukumbusho wahanga 157 wa, wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines uliwekwa wakati Ethiopia ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka sita ya tukio hilo la kusikitisha. Tukio hilo baya la March 10, 2019, ambalo ndilo janga baya zaidi la anga kuwahi kutokea katika historia ya shirika la ndege linalokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika, liliua watu wote 157 waliokuwa kwenye ndege ya Ethiopian Airlines Flight 302, ndege ya Boeing 737 MAX 8, wakiwemo wafanyakazi wanane, muda mfupi baada ya kupaa kuelekea Nairobi, Kenya. Siku ya Jumatatu, hafla maalum ya ukumbusho ilifanyika katika eneo la ajali kuadhimisha miaka sita ya janga hilo, na familia za waasiriwa ziliungana na maafisa wakuu wa serikali ya Ethiopia, watendaji wakuu na wafanyikazi wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines pamoja na wanajumuiya ya wanadiplomasia walioko katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Wakati wa tukio hilo, mnara wa kumbukumbu ulijengwa kuzunguka mji wa Bishoftu, takriban kilomita 45 kutoka Addis Ababa, ambapo ajali hiyo ilitokea dakika chache baada ya ndege hiyo kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa Bole ikielekea Nairobi. Akizungumza katika hafla ya ukumbusho, waziri wa uchukuzi na logistic wa Ethiopian Airlines Alemu Sime alisisitiza dhamira inayoendelea nchi hiyo kuhakikisha usalama wa usafiri wa anga alisisitiza kuwa tukio hilo la kusikitisha na baya limesukuma sekta ya anga duniani kuchukua hatua muhimu ili kuimarisha usalama, kuboresha muundo wa ndege na kuimarisha usimamizi. Kwa mujibu wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines, wahanga hao 157 wa ni pamoja na 32 kutoka Kenya, 18 kutoka Canada, tisa kutoka Ethiopia, wanane kutoka China, Italia na Marekani kila mmoja, saba kutoka Uingereza na Ufaransa, sita kutoka Misri na watano kutoka Uholanzi, pamoja na abiria kutoka nchi nyingine zaidi ya 25. Ripoti ya mwisho kuhusu uchunguzi wa Ethiopian Airlines kuhusu ajali mbaya Boeing 737 MAX 8 iliyotolewa Disemba, mwaka 2022 ililaumu kushindwa kwa vipengele vya usalama vya ndege hiyo kuwa chanzo kikuu cha maafa hayo. Ajali hiyo ilisababisha shirika la ndege la Ethiopian Airlines na mashirika mengine mengi ya ndege duniani kusitisha ndege zao aina ya Boeing 737 Max, takriban miaka mitatu baada ya maafa hayo. Februari mwaka 2022, Ethiopian Airlines ilirusha ndege yake ya Boeing 737 Max kwa mara ya kwanza tangu tukio hilo la kutisha.